Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na karibuni sana ndugu zangu wapendwa ni siku nzuri tena, siku ya upendo, siku ya amani, siku njema ambayo Mungu amefanya tena kwa ajili yetu ili tuweze tena kukutana katika siku ya leo kwa ajili ya kuendelea na mfululizo wa shuhuda hizi kutoka Amen. kwa mtumishi wa Mungu Pastor Ima, na leo ni tariki njema tena what, what that is today? So I'm not sure. Okay. But leo ni tariki nzuri tena ambayo Mungu ameturuhusu tuweze kukutana. Nataka kwanza niwafahamishe ya kwamba komenti zenu tume tumezipitia pamoja <laughs> tumezisoma pamoja, komenti zenu, mimi pamoja na Pastor Imani yeah. Tulikuwa tukizisomasoma pamoja tujue ni kipi ambacho tunaweza tukaboreshe zaidi, ili kwamba tuweze kufikishia watu wa Mungu ujumbe kwa hali nzuri zaidi. Uh, nimesikia mkiongea sana eti aongee Kiswahili. Kwa hiyo hilo tumelisoma kwamba tupunguze Kiingereza. Asanteni sana kwa hizo comment tumezisoma. Wengine uh, wameomba namba yake. Nafikiri kuhusu namba yake mmeona jibu kwenye episodi hii ya sita, yeah. ambayo amesema kwanza tunatoatoa mafunzo tutapeana namba baadaye, na ukiwa na meseji ya kwake exactly. wewe unaniita kwenye namba yangu exactly. utaongea na yeye kupitia simu yeah. yangu exactly na ku, kuwapa namba zake itatokea, lakini kwa sasa, you want to speak to speak him just use my phone. Wewe niite sinyi, mna namba yangu, wewe niite kwenye namba yangu tu Amen. Mimi nampa simu hako, unazungumza na yeye kwenye simu yangu. Um, jambo lingine ambalo wamesema sana kuhusu mwaliko kuja Tanzania, kwamba atakuja lini Tanzania <laughs> ilo bado tunaendelea kuona mapenzi makamilifu ya Mungu ni yapi na pasta mwenyewe amesema kwamba ana mpango wa kufanya crusade Tanzania, yes. Kwa hiyo ikifika wakati wenyewe, wakati ukifika mahalum wa kufanya huo mkutano wa Injili Tanzania, basi mtajulishwa, na wapi atafikia, kanisa gani huenda litamkaribisha huko. Yote bado tunaweka katika mikono ya Mungu. Kwa hiyo eh, karibuni tena sana, ni wakaribishe tu kwa hiyo machache naamini ya kwamba watoto wa Mungu sasa wako tayari. Unajua, watu wanasubiri sana kwa hamu, kwa umakini mkubwa huu shuhuda. Amen. Yaani, kuna wengine hawalali. Yeah, wanakesha wanachungulia, that's really chungulia, that's really chungulia that's really kama nimesha post episode inayofuatia really. kama nimesha post episode inayo. Yaani, watu wanausikia na wanaupenda kwa kweli, watu wana haja ya kujua kweli. Amen. Watu wana haja ya kumjua Mungu. Amen. na hivyo um, basi bila kupanda muda mwingi Komesa, amesema gin meomeaamesema si unaongeongea sana una jamani <laughs> no, <laughs> yeah. Bwana <laughs> wabariki sana leo. Ni siku maalum sana, sababu leo pasta ameahidi katika episode iliyo hiyo ya sita ya kwamba leo atashuhudia, atatuambia and and jinsi alivyokufa na jinsi alivyofufuka. Kwa hiyo yeah, oh. jamani Leo kuna mambo ya ajabu leo. <laughs> Pastor, karibu basi. Bwana kubariki sana na Bwana akupe ujasiri na nguvu kuweza kushuhudia watoto wa Mungu wanaokufuatilia. Karibu. Thanks. Kwa uh, mara nyingine tena karibu.

Uh, amri kumi za Mungu. Uh -huh. Aha. Je, ni vizuri kuzifuata, kuzifuata au je uh, ye, Yesu walizifuata, hiyo ni ya mm -hmm. Kwanza nyingine ambayo nimeona ilikuwa ni rasta mm -hmm. yes, Those, those two two are are the the, ones ones okay, okay, see that on. And okay. then I, I will start with uh, ni vizuri kuuliza swali mm. Na pia vilevile ni vizuri kwa sababu hote tunahitaji kujifunza kitu Amen. Amen. Uh, tunaweza sisi kujifunza kupitia swali zako mm. Na unaweza pia kujifunza kupitia majibu ya mm. maswali yako kutoka kwetu Amen. And that's just very important so that you all ask questions and we encourage you to ask even more more more questions. Amen. Unajua, wafuasi wa Yesu kabla wajawa wa Kristo hawakujua mengi kwa sababu hawakuuliza swali nyingi mm. Na Musa hakujua mengi sana kwa sababu hakuuliza swali nyingi mm. Ukitaka kujua mengi sana you have to be stubborn. Mm -hmm. Unastahili huwe mlizaji sana, mtu anayeuliza maswali mengi e, yes, if you have an opportunity, ukiwa na nafasi ya kukutana na roho wa Mungu mm -hmm. Jitahidi sana huwe stubborn, uwe unauliza swali nyingi sana kwa sababu kupitia swali zako utajua mengi. Sababu kubwa nimesema kwamba ni vizuri sana kwa swali na swali hilo, tutaanza na hilo swali la kwanza, mm -hmm. kwamba mm -hmm. je, ni vizuri mm. kufuata she, uh, amri amri kumi, kumi? Na je, Yesu alizifuata? mm. Unajua, ili uwe mwalimu bora kama Mkristo, inatakiwa ujifunze kwa Yesu. Amen. Usipojifunza kwa Yesu, huwezi kujielewa, huwezi kujielewa, huwezi kuweza chochote na sisi ni watu ambao wa tunajifunza kutoka kwa Yesu. Amen. Na tuna mfano halivyoulizwa Je, hii miujiza unaifanya kwa mamlaka gani? mm. Yesu alijua kwamba hawa watu wanakuja tuku ni test. Mm. Na akasema kwamba nitawajibu endapo nyee mtanijibu swali hili. mm. mm. Ubatizo wa Yohana mm. ulitoka kwa nani? mm wakaogopa kusema kwamba walitoka kwa Mungu, lakini swali walikuwa wanalo. Kwa hiyo mm. kusema kweli, hakika na kuambia hivyo hivyo, Yesu alivyosema kwamba nitawaulizeni swali na mimi nitakuuliza swali mm. amri kumi ziliokoa au hazijaokoa? mm. mm. kwa hiyo jibu ni kwamba Yesu hakufuata amri kumi mm, bali amri kumi zilimfuata maana, yeye alikuwa ndiyo amri kumi kwa hiyo Yesu hakuzifuata, hapana. mm -hmm. na Mkristu si vizuri kuzifuata, hapana, inatakiwa zenyewe zikufuate wewe. mm -hmm. Yesu hakufuata amri kumi mm -hmm. bali amri kumi zilimfuata yeye mm -hmm. kwa sababu yeye ndiye haliyekuwa amri kumi. kwa hiyo kwa hiyo ndo hivyo. na kuhusu swali kwamba uni lasta sijui nini, mimi ningetoa ushauri tu atoe. Uh, hapana, mimi sio lasta, hizi ndo nyele zangu, amna hulasta. kwa hiyo ndo hivyo. Uh, asanteni sana Amen. Amen. na leo kama pastor alivyosema kwamba tuliahidi tutaongea kuhusu mm -hmm. the death and the resurrection. Mm -hmm. my death and the resurrection. mm -hmm. kasema kwamba tutaongea also kuhusu uh, Mungu ametoka wapi? Mungu ni nani? Mungu ametoka wapi? Anaishi wapi? Na ametoka katika kabila gani? Dechwap uh, katika mafundisho haya mligundua kwamba kama wewe una jina, ni kwa sababu Mungu ana jina. Kama wewe unaitwa Msukuma au Masai au Uh, hawa wabanizi wa Tanzania Wachaga au <laughs> unaitwa Mbembe, unaitwa sijui nani mm. Uh, unaitwa ni kwa sababu muc ni kwa sababu Mungu pia ana kabila, wewe una kabila kwa sababu Mungu ana kabila. Na wewe unaitwa sijui Mtanzania, Mkenya, Mkongo, Australia na Ameri in America, ni kwa sababu Mungu pia naye vile vile ana nation mm. kwa hiyo tutaongelea kuhusu Chwa. Kuhusu kabila la Mungu uh, nation ya Mungu na jina la Mungu mm. Na yuko wapi na alitoka wapi? Yeah. Na kabla tujaongelea haya tutaongelea kuhusu ushuhuda wa my death and resurrection mm. mm. Kifo chake cha, na ufufuo kifo changu na ufufuo wangu yeah. Labda tu niseme kwa haraka kwamba mm. Of a heart attack. mm. 99 mlisikia kwamba watu wa big profile, watu wakubwa, watu wa majina makubwa, katika katika ulimwengu wa mwili mm. kama marahisi, matajiri wakubwa mm. walikufa kwa mshtuko wa moyo. 99 asilimia 99 mm. ni uongo. Mm. Watu hawa hawafi kwa ugonjwa wa moyo mm. Watu hawa wanahuliwa wanawahua mm -hmm. mm. mm. Kuna poda, kuna, kuna poison fulani mm. wachawi wanatumia sumu. Kuna sumu fulani Lio. ya poda, poda, mm. ya, yeah. ya vumbi eh. Yeah, unga, unga, unga, unga, yeah. wachawi wanatumia uh, vyama kama Masons and Freemasons and Mammons wanatumia mm. na politicians as well, wanatumia, pia vile vile wanatumia. Inamaana wanasiasa wanavitumia na vyama vya, vya, abudu vya giza vya habudu shetani pia mm. vile, vile, vile vinatumia Illuminati, Freemasons, Yes, yes, yes of course if they want to eliminate you mm. wanatumia kitu kama hichi yeah. Na hicho kitu niliwahi kukitumiwa mimi mm na nikahuliwa mimi kupitia hicho kitu. Katika uchawi hakuna nguvu ambazo yani ukishindikana katika nguvu zote za kichawi. Ndio. Hii ndio inaletwa mm. Yes, it's a new technology. Yani ukishindikana katika uchawi mm. Hao watu ni watu wabaya sana. Hiyo hiyo sumu inafanyaje kazi? Wanapuliza, au wanaweka kwenye feni au inakuwaje? Ha, yani mimi sijawekewa kwenye feni mm. Ilikuwaje? Yaani wanaweza wakaje kama wachawi, kama ikiwa ni daktari mm. anaweza kuja kwa njia ya physical ukiwa wewe umelala mm. E, yes ni daktari anakupa drugs za usingizi mfano mm. si unatibiwa hospitalini yeah, yeah. E, anakupa drugs za usingizi, unalala. Baadaye anakuja anaiweka kwenye the palm, kwenye kiganja cha mkono mm. alafu anaipulizia anakupulizia, anaipulizia wewe, wewe. anapiga hesabu hii poison hapa hii nanii Haya madawa ya usingizi yatamlaza ta, ya kwa muda fulani mm. ba, mfano baada ya masaa matano hili ni saa la tano saa hivi anataka kuamka, ndo anakuja sasa anapuliza, au wewe ukiamka unakuta tayari imepulizwa mm. unahipumua mm. E, yani no. E, e, na wachawi pia wanakuja nayo wanakuja nayo na wanaitumia, ukishindikana katika njia zote, wewe waliokutumia kwako, kwa serikali, wawalikuwa wanasiasa ilikuwa na... ni wachawi. Ah, wachawi. Eh, walikuwa ni wachawi. Okay. So walikuja walikuja wachawi mimi nikiwa nimelala. Baada mm. ya maombi ya saa tisa eh, baada ya maombi ya saa tisa nimelala mm. Hapana, Bujumbura. Uh, hapa eh, Bujumbura, eh, Bujumbura. Bujumbura nilivyotoka Ulaya nimefikia <laughs> kwenye airport ya Bujumbura, okay. Nimefikia Kenya, Kenya nikaja uh, Bujumbura, okay. Uh, wakafanyaje? Wakaja mimi nimelala, baada ya maombi, nipo mm -hmm. kwenye usingizi mkuu, nika nikawa kama vile nakatwa pumzi hivi mm -hmm. nikaamka mm -hmm. Nikatazama kushoto kulia, hamna mtu yoyote hmm. lakini kuna kitu napumua na, hmm. hmm, hmm, hmm. na ninavyopumua ndivyo pumzi inakatika. wow, wow, wow. Yaani ukitaka kujizuia hivi usipumue. hmm. Ukitaka kujizuia nikachukua nguo hivi hivi, nimekuwa nimevaa najifunika mapua ili nisipumue. hmm. Lakini unalazimika kupumua kwa sababu gani? Kwa sababu pia vile vile huwezi kuishi ukijifunika puani. hmm. E, unataka kutoa uibie pumzi kidogo, ili uendelee kupumua. hmm. Lakini unavyotoa Inani unavyotoa nguo au unavyotoa mkono puani upumue kidogo ndivyo, mm -hmm. Navyo naipumua wow! Na hapo hivyo nikajikuta nimekata pumzi mm -hmm. Najikuta nipo juu nauona mwili wangu kitandani mm -hmm. Ukajikuta umetoka ndani ya mwili wako, nauona mwili wangu, nasema yule si ni mimi mm -hmm. Alafu tena huyu ni mimi mm -hmm. inakuwaje? mm -hmm. Nikaja kujibu, oh, ufahamu sasa wa neno la Mungu mm. Aa, nimekufa katika mwili mm. Na hii hapa ni roho kwa sababu nimekuwa tayari nimefunzwa na Mungu mafunzo ya mwi, ya utofauti wa mwili mm. Na roho Ndiyo. Haya tunayojifunza we not here to entertain you mm. Atuko hapa and no one has time to entertain you. Mm. Atuko hapa kwa ku Entertainment. Yeah, entertainment. Kama, eh, yeah, eh, kama kukuburudisha yes. Amna mtu ana muda wa kukuburudisha amna, mm, mm. tuko hapa ili upate kujifunza kitu. Amen. na ukiyachukulia katika mwili mm. hutofaidika kitu chochote, unaweza usifaidike. Kwa hiyo so. inabidi nikakuambia kwamba all the testament haikufaidisha mm. kwa sababu waliichukua katika mwili, mwili. Yeah. Walichukuaje katika mwili? Yesu ndiye Old Testament lakini hawakujua ikiroho. Mm. Na huyu Yesu alikuwa ni roho. Amen. Kwa sababu wa kuwepo wakaichukulia mwili. Mm -hmm. na ndio sababu kubwa nimekuambia kwamba Yesu hawezi kufata amri kumi. Mm -hmm. bali ni amri kumi ndizo zinazomfata kwa sababu amri kumi ni mwili na Yesu ndiye roho. Mm -hmm. awa kuokolewa kwa amri kumi, kwa sababu walielewa katika mwili Amen. awa kuielewa katika roho, kwa sababu Yesu ndiye roho. Mm -hmm. kwa hiyo hawezi kufata amri kumi Yesu. Mm -hmm. bali ni amri kumi inamfata. Amen. Kwa hiyo ndo kwa sababu nimekuambia hivyo. Kila kitu ninachosema nina sababu yake katika mafunzo ninayo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ndo hivyo, baadaye nikajikuta mwili chini, wewe nikajikuta nipo juu, nikisema hii nini hapa? Nikajuaje? Ni utaniuliza sasa wewe, umeniuliza swali hivi mm. waliokuwa wewe ni akina nani? si ni wachawi? utaniuliza mm tena ulijuaje ni wachawi? -hmm. Baadaye sasa nikawaona, ukaona wale walikuwa e, eh, wamama watatu mm. na mama watatu walikuwa wamejifunga vi walikuwa wamevaa in black and red katika na nyekundu walikuwa va... wanavaa vyeusi na vyekundu, kichwani vyekundu, chini wakivaa kanzu nyeupe nye nyeusi mm. na wamekuwa na hem gudulia mm. gudulia mm. kwenye Kiswahili mm. nimefunzwa gudulia na mtanzania fulani, Tanzania <laughs> gudulia <laughs> gudulia ni kama kachombo fulani. Eh, kama kachombo fulani, yeah. Eh, hey. Kama tule tumitungi tudogo twa yes. Asili ndo umoja wao alikuwa nato okay. Nivyo tazama, nivyo hamka kati katika mwili, nimetazama kushoto kulia, sijaona chochote mm. Lakini baada ya kufa baada ya kufa, sasa. Najikuta nipo katika roho ndo nawaona watatu wana ule mtu huyo ako kamtungi au ka kamtungi, kagudulia ka e, kahasili kakichawi kamtungi, ka ka sasa ka mm. wao wanafanyaje, baada ya kugundua kwamba wameniweza? Mm. Wakawa wananiita kwa jina langu la ukoo. Mm. Ile himani Emmanuel. Mm. Yaani, walijuaje jina lako? Babangu hakuwa ananiita Imani. Babangu uh-huh. Alikuwa ananiita Emmanuel. Emmanuel. Ehe, hadi hakuwahi kuniita Imani. Uh-huh. Alikuwa ananiita Emmanuel. Na walijuaje wao wao? Wao wakawa wananiita Imani Emmanuel. Mm? Nikakumbuka baba, baba alikuwa tu ananiita jina hizi. Na ah, watu Imani Emmanuel, nikasema ah, umejua wanataka wananiita na kunielekeza niingie katika lile budulia wanakuita, oh, Imani iingie ka katika kale kamtungika kichawi, kichawi kale kasi. Ehe. Sasa na mimi najikuta kweli mm, kwa sababu ni watu ambao najikuta ule ulimwengu na waona tu mm nakubaliana nao naelekea kuingia katika lile <laughs> gudulia. Hivi ndivyo watu wanavyohuliwa mm, katika ulimwengu wa kichawi sasa mm, mm, mm, mm, mm, mm, nikajielekeza mm, akawa ananyosha kidole. Hote wa umoja ndio wamechukua gudulia, yule aliyechukua gudulia ananyosha kidole niingie katika gudulia, na wale wawili wengine wananyosha vidole niingie katika huku wakiniita jina langu wakini na wananielekeza kupitia signs za vidole vidole. Hey, nikaenda nilivyotaka kuingia mm, no. Tunaongelea kuhusu nguvu za utakatifu wao, nafikiri <laughs> ni mitani mitani tu tunafanya, <laughs> hapa tuna, Jesus Christ, Mungu ali, Yesu alimwambia Nikodemu kwamba tunajua tunachokuambia Amen. Amen. You receive not our testimony, but we know what we talking about. tunajua tunachokuambia, tumeishi kitu hichi. Ushuhuda ambao mimi nakuambia sio masihala mm. Ni mambo nimeyapitia, ni mambo nimeyaishi mm. mm. ni mambo nimeyaishi mm. ni mambo nimeyaishi mm, ni kwa hiyo nikajikuta mimi Mm. Ni mkubwa zaidi ya jito la kile kibambazi cha nyumba. Sasa wao ni watu wadogo sana kama kucha zangu mimi. Lile gudulia tena silioni mm, kwa sababu mimi nakuwa a giant. Giant. Yaani mtu mkubwa sana. Kabambi. Yes. Mi nakuwa giant sana and that's the and that's the reason sometimes I lift weight. That's where it came from. My God. Mimi nikajikuta na kuwa mtu mkubwa sana, sana. E, yani, giant. Bonge la mtu mtukucha mtu. Wow. Kiasi kwamba unaona wow, kama, kama, kucha, kama kucha za vidole kama kucha za sio sijui za vidole mm. Kama kama the piece, the, piece, the, the, the of, kipande, of my nail, cha kipande cha kucha ambacho kinakatwa, lile gudulia silioni tena, nikakuambia hivi wewe unayetafuta mbingu usitafutie umbali na utakatifu ndo no, sababu nilikuambia hivyo kwa mm. hiyo kila nachokuambia ni na sababu yangu mm. Wewe unaotafuta uwai na maisha ya umilele usitafute umbali na Yesu Kristu na huyu Yesu Kristu ndiye mtakatifu. Amen. Amen. Kwa hiyo ni na sababu zangu nikakuambia kwamba mbingu siyo mahali hapana, mm. bali ni viwango vya roho amba vya mm. utakaso wako wewe kama mwana wa Mungu mm. ah. wapo watu wanaishi Umarekani, wapo watu wanaishi Australia mm. wapo watu wanaishi Canada, wapo watu wanaishi Kongo, watu wanaishi Kenya, watu wanaishi Tanzania, wanaishi Uganda, wanaishi Mozambik, wanaishi Namibia mm. hivyo ndivyo hilivyo katika, katika roho kulingana na kiwango chako wewe cha mm. utakatifu hivyo mm. ndivyo Mungu pia vile vile anavyo tuwona, huyu mm. yupo Mozambique, huyu yupo Malawi, huyu mm. yupo Tanzania, Congo. Ni kulingana na kila location, ina dependi na your spiritual level in righteousness mm. Kwa hiyo nikajikuta kila ushuhuda wa mtumishi wa Mungu wa kweli ni lazima huje na mafunzo. Amen. Kwa hiyo ndio kwa sababu unaona tunachanganya mafunzo na ushuhuda mdeo. Ushuhuda usiokuja bila mafunzo huna hu, hu, hu nguvu ya kukusaidia hmm, kitu chochote, bali una nguvu za kumsaidia yule ambaye ameuona. Sorry, nikuulize swali, umewahi kusikia kuhusu Adam Aston mbaye No, never heard about you him. Never heard heard him. him? You about Ni mtumishi wa Mungu. is also my friend Ana ushuhuda mkubwa mno. He? He is here in Congo. He is in Congo. Oh. Kinshasa. Okay. Yes. Okay. Sasa mimi ninashangaa. Muruhusu mm, kwanza okay? niongele mm, hivi. Sijui kwa nini Mungu ananikutanisha kutanisha na hawa watu kama ninyi wenye shuhuda kubwa, bila huyu kujua kama najuana na huyu na bila huyu kujua kama najuana na huyu na, yaani sijaelewa sijajua, kwa nini hivi. Nikihesabu watu wenye shuhuda kubwa kubwa kama hizi za kwako, ambao Mungu amenikutanisha nao hivi, wewe sasa ni kama wasita na nyinyi wote wa sita hamjuani kama mimi najuana na mwingine. Watu wanaweza wakafikiri labda unajua, because Tanzania wamenijua sana, tulikuwa sababu tunasafiri na yeye kufanya mikutano ya injili nini nini, so akamfanya yeye anaongea hapa kwamba ushuhuda na mafundisho naye alikuwa anatoa ushuhuda na mafundisho Amen. ushuhuda na mafundisho Amen. So najiulizaga mimi nasemaga Amen. Kwa nini Mungu ananikutanisha kutanisha na hawa watu wenye shuhuda kubwa kubwa, and it's because because he he wants wants you you to to to to to to help them them, mm. them in promotions promote promote promote me those people. Yeah, to be used as a to promote those people My God, because some of them, they don't know where to start. mm. Yes. Oof, Sawa, nimesikia jibu langu, jamani jamani, kwenda yeah, so, mm. kurudi katika mafunzo na ushuhuda. Ndio. Nikajikuta tayari ni mtu mkubwa sana mbele yao mm. katika roho mm. juu yangu, nilikwambia kwamba nikaona wingu juu yako eh, kaona wingu. Eh, nimeku- nimetoa ushuhuda kuhusu Yesu anakaa katika kiti cha enzi mm. na juu yake yeye kulikuwa wingu jeupe nikamliza kama wewe ni Mungu na hakuna zaidi yako, mbona mm -hmm. juu yako kuna wingu ndiyo? na hilo wingu ni kama majibu yote yanatoka huko mm. na maswali yanatoka huko mm. lile wingu lika, nikaliona juu yangu sasa, lile yule Yesu niliyemwonaga naka mm. katika kiti cha enzi katika episode 1 katika episode 1, yeah. yupo katika lile wingu anacheka, my god <laughs> Yani uliyomuonaga katika kiti, kiti cha enzi, enzi na wingu juu yake yeah. Kile kile kiti chake cha, ke kiti cha enzi yupo katika lile wingu. Kwa hiyo tukizungumza mfano kuna mtu wali, katika kusoma soma nani mahandiko mm. Kuna mtu aliuliza tumeshaongea kuhusu kofia. Mm. Kuna mtu mwingine pia aliulizaga kofia sijui episode 3. Mm. Akasema mbona kwa sababu gani anavaa kofia? Mm. Eh, kwa sa, akaongelea kuhusu the first Corinthians chapter 5. Mm. -hmm. It is mm. -hmm. chapter 5, mm -hmm. Yes. Pa, Mtume Paulo akaongelea aka, aliongelea kuhusu kitambaa mm. na kusheviwa. Mm. Nikakumbia kwamba yes. Uh, kulingana na elimu ninayo, nilimlizaga. Mm. Wewe unavaa kofia, mm. kofia ya utukufu mm. Akaniambia hii ni kofia ya utukufu lakini, mm, sio utukufu. Umeona, ndio, yani ukiona uki, ukiona ukipewa vision unamuona Mungu anavaa kofia ipo in gold and red. Mm. Uh, ipo in gold and red. Ile kofia ni simbo ya utukufu wake mm, lakini sio utukufu wake. Alama au ishara ya utukufu wake ehe. Kwa hiyo mwanamke, unavyoomba inatakiwa uvae kitambaa mm. sio kitambaa ambacho mtume Paulo, alitoa ile mbingu, alitoa ile katika ulimwengu wa roho, lakini sasa akaifunza katika mwili mm. Akaifunza mafunzo ya mwili mm. it's called a doctrine a, a congregation doctrine mm. Akaifunza, Mungu hawezi kukusikia kwa sababu wewe umevaa kofia, hapana mm. lakini kofia au kitambaa, Mungu anachotaka wewe uvae mm. ni utukufu ambao ni utakatifu Mm. Lakini alama nayo ya kimwili ina maana yake mm. Ndio kile kitambaa mwanamke, ukivaa katika maombi mm. inamwonyesha Mungu ana alama pia mm. lakini ile alama si kitu chochote cha kuzuia ya maombi yako mm. yasisikike mm. mm. kwa hiyo ndio hivyo, nikajikuta tayari ulimwengu wa roho, mimi ni mtu mkubwa mm. wao wakafanyaje? Lile gudulia silioni tena na mimi sijui cha kufanya, na mtu kwa juu ambaye angenisaidia ananicheka. Sasa hawa wananiomba mimi ni waachie waondoke. Sasa mshangao wangu ni kwamba si wafungi? <laughs> Wale wachawi sasa wanakuomba waachie, hey, hey. Sasa tatizo ni kwamba kile ki uh, The four corners of that room mm. kona kwenye pembe nne za, za chumba kile cha mm. hoteli cha aionekani tena mm. Anaonekana ni mimi mm. Inaonekana ni ukuu wangu, sasa wananiomba mimi ni waache warudi mm. Nyie wachawi wanajua mengi sana mm. Kuna somo ambalo litakuja nitakuambia sababu vyama vya kigiza mm. na religions za giza mm. kama Uislamu mm. kama Mormons na dini zingine mm. Nitakuambia sababu gani wanatumikisha Biblia katika mm. episode nyingine mm-hmm. Hawa watu wanamkataa Yesu hawa mm. watu na wachawi, kwa sababu gani wanahenda makanisani? hawa mm. watu ni watu wanaomkataa Yesu mm, lakini wanahenda makanisani <laughs> lakini wanasoma Biblia, ni kwa sababu gani? hawa <laughs> wachawi wanaufahamu ufahamu zaidi ya nyie mnaojiita wa Kristo mm. mm. mm. mm. na hawawezi kuoperate in darkness power mm, bila Biblia huh? Biblia hii. Free mason. Free mason hawa tuanzane na mason, vyama vya wabudu shetani mm. ni wachengaji, hawawezi mm. kujenga bila Biblia mm. haiwezekani -hmm. My God. My God. Mm. Mimi nina marafiki wengi Freemasons. Kipindi nilikuwa tajiri. Mm. I've I've touched millions of dollars. Mm, millions. Yes. You've touched millions. Yes, of course, in dollars. <laughs> Nimekuwa tajiri. Mm. Na nimekuwa na marafiki matajiri. Mm. Na baadhi yao wa matajiri walikuwa ni masons, wengine freemasons. Yaani kuna masons na freemasons. Na wapo ambao wamenialika kuhudhuria mikutano ya masons. Mm. Wapo. Mm. Eh, hey, kama mwanamuziki kipindi, hmm, kile nafanya mziki, hmm, hmm, wapo ambao wame, wame katika mziki wako inabidi upate jicho la tatu, hmm, ili tuta